Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Dickson Matata, mimi ni wakili wa kujitegemea e, lakini pia ni mmoja kati ya mawakili thelathini na tatu wanaounda jopo la mawakili wanaomsimamia na kumwakilisha e, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu, ambaye kama unavyofahamu yuko katika gereza la Ukonga baada ya kuhamishwa kutoka gereza la Keko hivi karibuni, na yupo ndani kwa kukabiliwa na makosa au mashtaka mawili. Kosa la, la kwanza au mashtaka ya kwanza yakiwa ni kuhusu uhaini, lakini kosa la pili au mashtaka ya pili yakiwa ni kufanya uchochezi kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo eh, nikijibu swali lako la sasa kama E, mamlaka zitaendelea kufanya hivyo, sisi mawakili wa Tundu Lissu tutachukua hatua wa gani? Kwanza niseme e, tumekuwa tukienda mahakamani na kumwakilisha vizuri mteja wetu licha ya kwamba yeye e, tangu e, utaratibu wa kutoka kwenye mahakama ya wazi kuja kwenye njia ya mtandao amekuwa hataki kuhudhuria mahakamani, na kwa hiyo tumekuwa sisi tukienda tukiendelea kumwakilisha. Hiyo ni, ni, ni kitu ambacho tumekuwa kufanya, lakini kama eh, haya ambayo yamekuwa yanafanyika polisi kuwapiga raia wanaokuja kutaka kusikiliza kesi eh, kunyanyaswa kwa watu wanaotaka kwenda kumwona Lissu na kukataliwa, eh, Lissu kutokupewa haki zake za msingi ikiwemo eh, za, za kuonana na mawakili wake. Kama haya mambo yataendelea, eh, kwa tumejipanga kuchukua hatua nyingi. Kwa mfano leo tumefanya press conference na waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vya ndani na nje ya nchi. Na kwenye press yetu, lengo kubwa ilikuwa kwanza ni kuonya e, vyombo vya dola pamoja na viongozi mbalimbali wasiingilie e, mchakato huu wa kimahakama kwenye kesi ya Tundu Lissu. Utakumbuka e, majuzi hapa, e, Waziri wa Mambo ya Ndani Bashungwa lakini pia mwanasheria mkuu wa serikali akiwa bungeni amezungumza. E, e, kwamba utaratibu e, wa kuendesha shauri hili kwa njia ya mtandao ni sahihi e, kinyume na hoja zetu ambazo sisi e, tunasema e, utaratibu haujafatwa. Sasa anapokuja kueleza kwamba utaratibu umefatwa, e, wakati sisi ambao tuko mahakamani tumelalamika, na mahakama inatakiwa itoe maamuzi ya e, kama tuko sahihi au hatuko sahihi, na maamuzi hayo yatatolewa tarehe e, sita mwezi wa tano elfu mbili na 25. Unapata picha kwamba tayari wao wanaingilia mahakama eh, na wanamuinfluence yule ambaye atatoa maamuzi, na pengine sasa unaweza kujikuta hata kama alikuwa anataka kutoa maamuzi mengine, akaja kujikuta anatoa maamuzi ambayo yanaendana na kile ambacho kimeongewa na mwanasheria mkuu wa serikali na ama kile ambacho amekiongea waziri wa mambo ya ndani Bwana Bashungwa. Sasa hiyo tuna tume, tumeikemea na tumewataka waache mara moja kuingilia mahakama, kwa sababu pia hilo ni kosa la jinai pale ambapo mtu anapotoa eh, maoni anapotoa eh, eh, maneno ambayo yanaweza kuinfluence mahakama wakati kesi inapokuwa inaendelea. Na ni bahati nzuri eh, sisi tumefanya press, lakini pia nimemsikia eh, leo pia eh, aliyekuwa waziri mkuu, aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali kipindi cha cha Chenyelele eh, Jaji Sinde eh, walioba naye eh, ameonya swala hili kwamba viongozi waache kuingilia eh, muhimili wa mahakama kwenye kesi hii na akitoa hoja ambazo na sisi tumezitoa. Kwa hiyo hilo Chapili, ni la kwanza cha pili ni kwamba endapo eh, haya mambo yataendelea, maana yake sisi tutakachokifanya ni kufungua kesi na zitakuwa ni kesi za aina mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha haki zote zinapatikana. E, cha kwanza e, tunaweza kutangalia kwa pamoja tufungue kesi zipi ndani ya nchi, lakini pia tumejipanga e, kufungua kesi nje ya nchi kwa maana ya, ya kwenye mahakama ya Afrika Mashariki na sehemu nyingine yote ambayo tutahakikisha haki za mteja wetu zinapatikana. Nikija kwenye swali lako la tatu ambalo umeniuliza kwamba kwa sababu mimi ni mwanachama wa CHADEMA lakini pia ni kiongozi wa kitaifa kwa maana ya mjumbe wa kamati kuu taifa eh, na kwamba mimi ni sehemu ya wanasheria wanaomwakilisha Tundu Antipas Lissu mahakamani, je, sioni kama kuna mgongano wa kimaslahi? Ah, kwa kukujibu swali hili kimsingi eh, hakuna mgongano wa kimaslahi kwa namna yoyote kwa sababu eh, ninayemwakilisha ni mteja wangu, ambaye kwanza yeye mwenyewe ameona mimi naweza nikamwakilisha nikiwa na wanasheria wana wenzangu ambao kimsingi eh, tumesema wako thelathini na tatu, na hiyo ni haki yake ya kikatiba kabisa chini ya ibara ya kumi na tatu ambapo inasema mtu ana haki ya kuwakilishwa, na yeye ndo anakuwa na mandate au ana mamlaka ya kuchagua awakilishwe na watu gani. lakini cha pili, ukiachana ok na yeye mwenyewe kusema au kutaka awakilishwe na mimi pamoja na jopo e, la, la, la, la mawakili wengine akiwemo e, Dr. Nshala e, Peter Kibatala na wengineo e, kitu cha pili cha muhimu ni kwamba eh, hakuwezi kuwepo na mgongano wa aina yoyote wa mimi kumwakilisha Tundu Lissu hata kama mimi ni kiongozi wa Chadema kwa sababu eh, ndani ya au kisheria tunachokiangalia ni eh, mimi nisivunje eh, yale maadili ya kiwakili yani ninachotakiwa kufanya ni kusimamia sheria na taratibu zote na sio kwenda kinyume kwa sababu tu, eh, ninajua kwamba nikizungumzia mimi kumwakilisha Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwanasheria mwenzangu, lakini pia ni kiongozi eh, mkuu wa chama changu kwa maana ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na mimi ni mjumbe wa kamati kuu taifa. Eh, kiukweli inaumiza sana hasa ukizingatia kwamba eh, mimi nimefanya kazi kwa muda mrefu na Tundu Lissu, na niwe anyway, mkweli tu kwamba ni moja ya watu ambao wamenifanya nisomee sheria na leo na practice sheria kutokana na mafunzo yake ambayo amekuwa akinifundisha mara kwa mara na kunielekeza nifanye nini eh, akishirikiana na yeye na Peter Kibatala. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba eh, mimi kwangu eh, sio tu ni mwenyekiti wa chama lakini pia ni mtu wa karibu yangu, ni mtu ambaye amekuwa akinifunza vitu mbalimbali mbali, yani akinimenta, na ni mtu ambaye eh, amenifanya ame niweze kuwa jasiri na niweze kuwatetea watu eh, kwa hiyo inaumiza sasa unapoona mtu kama huyo ambaye uh, kwako wewe unamwona ni role model anafanyiwa vitu ambavyo havistahili kwa maana ya kwamba kesi yenyewe ni, ukiangalia ni kesi ambayo e, kimsingi, si kesi ambayo unaweza kusema Eh, ipo ipo ipo kisheria eh, au ni kesi halali. Ni kesi ya kutengeneza, lakini pia eh, ukiangalia jinsi ambavyo wana mistreat mm, eh, kwa kumnyima haki zake za msingi eh, na, na, na, inaumiza sana na pia ukikumbuka kwamba eh, ni hivi karibuni aliwahi kupigwa ali risasi nyingi na akajiuguza kwa muda mrefu, na, na makovu na vyuma kwenye mwili wake E, kwa sababu tu ya kusimamia haki ya, ku, ya, kus, ya kutetea demokrasia na ya kutaka haki ndani ya nchi na anapofanya wajibu wa, na kwamba alikuwa akifanya wajibu wake wa kuikosoa serikali na kuisimamia serikali e, kwenye mambo kadha wa kadha inaumiza sana, na hiyo ina, ina, inakuletea mtu e, stress na kuona eh, kama wanafanya haya kwa mtu kama huyu eh, ambaye hakutakiwa kuguswa kabisa kwenye eh, kwa, kwa, na kuonewa kwa hivi vipi kwa mtu mwingine. Kwa hiyo inaumiza sana, na inaweza kakufanya ukajikuta una wakati mwingine unapata hisia eh, na kujikuta unalia eh, kama ambavyo umeona leo eh, wakati tunafanya press Eh, kuna wakati ambao eh, Peter Kibatala alipokuwa akieleza jinsi ambavyo alienda kuongea na Tundu Lissu eh, gerezani Ukonga, alijikuta anatoa chozi. Ni ile inner feeling ambayo ameipata kwamba mtu eh, huyu hakuweza hakustahili kufanyiwa yote haya, na hii mistreat anayofanyiwa si sawa eh, kwa mtu kama yeye. Asante. Ushauri wangu kwa vijana ni kuwakumbusha juu ya wajibu walionao kwa taifa letu. Na wajibu wenyewe unatokana na, na ukweli kwamba katika kila taifa duniani kila kizazi au generation kina wajibu wake. Wajibu wa vijana wa miaka ya hamsini na sitini katika taifa letu akina mwalimu Julius Kambarage Nyerere akina Hamed Salim Hamed akina Marichela na wengineo, wajibu wao ilikuwa ni kupigania uhuru wa nchi hii kwa kumwondoa mkoloni. Sisi kama vijana wa sasa, baada ya miaka hamsini mbele tangu tulipopata uhuru, wajibu wetu ni kuhakikisha tunalipambania taifa hili ili liwe taifa ambalo lina watu wenye umoja bila kujali itikadi zetu, tuwe na taifa ambalo linaheshimu na kutekeleza haki za kila mtu na za kila kundi bila kujali ni mtu au ni nani anatoka wapi. Tuna wajibu kama vijana wa kizazi hiki kuhakikisha tunapambana kuinua uchumi wa taifa hili na kukuza demokrasia. Huo ndo wajibu wa kizazi cha sasa ambao hakuna namna tunaweza kuukwepa, na kwa hivyo ni lazima tupigane vita hii bila kuona ni wajibu wa mtu mwingine yeyote, bali sisi ndio tunatakiwa kuhakikisha tunapambana na kuhakikisha umoja, haki, demokrasia na uchumi bora unaopatikana katika nchi yetu. Sawa, kwa mtu kama yeye, hasa ukizingatia eh, kwa eh, namna alivyo Ah, kie, angeweza kuamua kukaa kimya, angeweza kuamua kufanya mambo yake eh, angeweza kuedha ku ku, ku, ku, kucollaborate na serikali angeweza, lakini hafanyi hivyo eh, kwa sababu tu ya kupenda haki. Sasa hiyo kitu inaumiza sana kwamba eh, anaonewa na analipa gharama za kusimamia ukweli.